E, Tanga kuwa limekubali kwa kazi kubwa ambayo anaefanya mkuu mkoa wa Tanga dada yangu Batilda Buriani mm. Dokta mm. Yes, Tanga hapa unaoga mwanangu, mnaambiwa unaoga maji na nazi nini liki nini mm. tumeenjoy kweli kwa hapa Tanga, lakini heshima kubwa ambayo, uh, lazima tuseme, tumetengeneza historia bora zaidi katika mpira duniani, inaonekana sio Afrika. Tumevunja rekodi zetu ambazo tumejekea yenyewe. Leo tumekuja almost ma, mabasi sabini ambayo yamekuja katika mikoa mitatu, yani mikoa mitatu yote ya mikoa mitatu mikubwa. Tunazungumza Kilimanjaro, tunazungumza Arusha, tunazungumza Morogoro wote wamekuja kuvamia katika hapa uh, Tanga kwa heshima, na tumetengeneza kitu kikubwa zaidi katika mpira nchi. watu wanajifunza leo, umeona Simba waikopo kule Moroko, si ndio? Wameenda kutoa kwa watoto kwa uh, yatima. Tafsiri manake Yanga ni chuo cha mpira manake Yanga anafanya, Simba naiga. Leo wameona wameanza kutoa kwa toto hatima, lakini nakwambia hii misafara na, nao wataiga kwa sababu sisi tunaanzisha ile jambo. Sawa mwalimu, e, mimi na wewe tumeketi pamoja kutazama fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika mwaka 2025 mkondo wa kwanza umepata radha ya fainali Simba na Bekane kwanza. Uh, uh, ili ni kombe la viti maalum wawezi kasema kombe la shirikisho. Narudia ah, tena ni kombe la viti maalum ni watu maalum tu ambao vitu wamepewa nafasi, wameshikilia kombe. Lakini nishaje kukuambia wewe nisikana, uh, uh, mdogo wangu sosi, aufanya ufany, uh, review. Nilikwambia fainali ambayo ya kombe la muungano ambao umeliona Yanga fainali anashinda goli moja kwa bi, nilikwambia fainali ni ngumu kuliko fainali ya shirikisho. Leo ya shirikisho mtu kausi goli hizi mbili, tafsiri haraka haraka, kombe la muungano likopo ni ngumu zaidi kuliko fainali ya kombe la shirikisho ambayo amecheza leo. Lakini leo unaona tu ni ukatili wa refari tu. Uh, mweusi mwenzetu leo ameamua tu kuonyesha ukatili, kakataa penalti tatu clear, kakataa goli moja bila na kaida SBK na kwa nyumbani kwake ana kaida uh, ya anafunga kama goli tano nne, refari anakubali moja, amekataa leo refari amekataa moja, kakataa penalti tatu. Lakini ndo ndo mpira, lakini anatakiwa fahamu kwa hii tumesema Simba anabebwa tu. tu katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, nchi yetu tu wanabebwa, hata katika mashindano ya kimataifa umeona watu na Afrika kabisa ona ona huu refa yuko hapo na maagizo tu ambaye kuchezesha ile mechi. Refa angekuwa serious penalty tatu pale mtu kapigwa zake, kapigwa zake tano na ile goli moja amekataa angepigwa sita vizuri kapigwa. bwana mwalimu Simba hii sio kupigwa sita bwana. Ah, kwani mimi sasa nimekwambia wewe, umeona mpira au hujaona? Refa anaambiwa huyu kashika, huyu kamdondosha, goli. Tafsiri refa ni familia mwenzetu. Ndio maana amefanya vile. Uniambie hmm. Kuna timu gani ambayo amemfunga amefunga sibekane nyumbani kwake goli mbili? Ukimfunga mbili, yeye anaweza kupata tatu hapa. Sosi, anapigwa Simba nje ndani ah, mwalimu. Sikiliza Sosi. Sosi. Mavala, nisikilize mimi nachokwambia, sikiliza mimi nachokwambia na hii mwitunze ipeleke hivi hivi usikate. Anapigwa nje ndani tena. Dr. Hussein Mwinyi kwa kazi kubwa aliyofanya pale Zanzibar ile, hmm, hmm ule uwanja mchanganyiko wa zile nyasi, kwa sababu maamuzi ya kafu mechi ni New Amaan. Yani hiyo haipingiki, yani hiyo haipingi. Kafu washatoa uwanja ni New Amaan complex. Pale New Amaan, mwenye uwanja wake ni Yanga Sports Club, na wageni wanapata ushindi. Sikiliza, sikiliza. Uh, uh, ndio nakwambia tu, unajua fahamu, wenye uwanja wa New Amaan ni Yanga Sports Club, hata Benjamin Mkapa. So kila timu ina haza ya kucheza fainali Benjamin Mkapa watu wanafahamu kafu, wanajua hii timu ni ndogo, haina hazi kushiriki mashindano ya fainali hapa Benjamin Mkapa, wakatafuta kuna kiwanja kidogo, hiko kiwanja kidogo ambacho wazungumza. Wewe ajawahi kupata matokeo bora pale, amefungwa na Mlandege fainali, kafungwa na Mlandege, timu inashika inashika nafasi ya nane. Simba amefungwa pale na ile Stone Bush, angetakiwa afungwe kama alifariji, acha goal offside. Hakuna timu yoyote katika mashindano ya shirikisho ambaye ana uwezo wa kumfunga isibaikane goli mbili, hakuna hiyo timu inashikada, inashikada, inashikada Naudia tena huu yanafungwa Simba nafungwa nyumbani na ugenini analizwa. Yani na, kama unabisha wewe, ikitokea unafanya nani Liki ana pesa kidogo <laughs> mwambie likituweke mzigo kama ajafungwa nyumbani na ugenini uwe, toa ahadi Liki Media mwenyewe Liki Media umwambie mimi nitaweka ndeka milioni kumi yeke milioni tano Unasema? <laughs> naweka milioni kumi mwambie Liki Media yaweke milioni tano anafungwa Simba nyumbani na ugenini. Tajiri mkurugenzi ni mwambie, kamwambie hivi, mwambie yeah. Waziri Mkuu Mwalimu Yanga amesema yeye yeah. ana milioni kumi ku ka milioni tano yeah. Simba, kama anajiamini anapigwa tena anapigwa nje, sio kwa Mkapa nyumbani. Hiyo kwa Mkapa najidanganya esosi yeah. na wakicheza pico. Benjamin Mkapa yeah. ndio chukua milioni kumi Naulia tena anapigwa nje ndani, wakisha benye alimkapa jochi kwa milioni 10 asipofungwa nje ndani, timu mbovu kuliko timu yote ya mashindano ya shirikisho, she bila hapa timu ya kwanza ah, katika mashindano haya katika, mash, katika timu zote ambazo amekutana na isibekani hajapiga shoot on target ni yeye, hiyo unasema timu auja apiga yeah, shoot on target leo narudia tena yeah. Angezuia maana yake tafsiri yake angeweka viungo watatu wa, wa wazuiaji mm. Leo kaweka kajifungua ka, ka, ka, tu na hivyo kuwa open, maana yake na hiyo changamoto ambayo ukaona ukaona upungufu ambao nani wa klabu ya Simba kocha mwenye maarifa, kwa sababu Fadu bado ni mgeni katika mashindano haya. Fadu ndo kwanza anajifunza kujifunza kwake nata makosa. Kocha yoyote ambayo mweye akitimamu leo angecheza mabeki watatu back three, unanielewa? Angecheza na Hamza, angecheza na Shemaloni, angecheza na na ile bongebonge chalabaka baumsa lile, ndio kwa maana yake angecheza hivyo a udhaifu okay. Wale jamaa kwa serious kama Yanga Sports Club, ungesikia msiba bao tano. Ah, bwana e, subekani timu ndogo kama, kama timu zingine ana nafasi ya mnyama kupindua meza. Sikiliza, apindui meza wala mikeka. Ana pinda nje ndani. Sikiliza, mimi nakwambia, nje ndani <coughs> siku nne, umeelewa? Wameenda kule wameenda kuabisha taifa. Yani ingepaswa watu milioni sitini na moja wa Tanzania nchi hii wangeshuka pale Benjamin, pale International Airport mwalimu Nyerere, kuatia viboko wote Simba. Wote Kwa nini? Unapewa ndege unafungwa Yanga amepewa ndege ameshinda away fainali South Africa, alishinda tumeenda kule South Africa, tumepewa ndege tukashinda, tumeenda Algeria, tumepewa ndege tume... wameenda yeah, kule wameenda ome, ome, South Africa kwanza kama sole falika kama leo walikuwa na Sembuchi, leo anapewa ndege amefungwa. Sasa timu ambayo serikali inatoa fedha kugaramia, serikali inatoa ndege, mama anajibana, anasema nyie chukueni ndege zinakaribia siku nne, alafu mnafungwa. Hiyo tafsiri lakaraka, maana yake wakishuka, viboko wote. Nawewaambie, mechi ni yu amani, watake wasitake. Shukrani mwalimu, shukrani.